Viongozi wa mataifa ya Uingereza, Ujerumani, Ufaransa na Poland wamewakumbuka wanajeshi wa Ukraine waliouawa katika vita vya Urusi. Viongozi hao wanazuru Kiev katika ziara inayolenga kuonyesha mshikamano wao na nchi ya Ukraine, Haswa baada ya Rais Vladimir Putin kuwaalika washirika wake katika hafla ya kumbukumbu -kumbu ya vita vya pili vya dunia. Hii ni mara ya kwanza kwa viongozi hao, Keir Starmer wa Uingereza, Emmanuel Macron wa Ufaransa, Friedrich Merz wa Ujerumani na Donald Tusk wa Poland kuzuru Ukraine wakiwa pamoja. Ziara hiyo pia imefanyika wakati huu ambapo vita vya Ukraine vikidumu kwa zaidi ya miaka mitatu, rais wa sasa wa Marekani Donald Trump akionekana kushinikiza kupatikana kwa mwafaka. Rais Trump ametishia kutangaza vikwazo zaidi kwa Urusi, ambapo amesema ataachana na juhudi za upatanishi kwenye mzozo huo iwapo hakutakuwepo na mwafaka. Alhamisi ya wiki hii Trump alitoa wito wa kuwepo kwa siku 30 za usitishaji wa mapigano. Rais Zelenski akieleza kwamba yuko tayari kufanikisha wito huo mara moja. Msemaji wa Kremlin Dmitri Peskov haa, kwa upande wake Ijumaa ya wiki hii alinukuliwa akisema kwamba Urusi inaunga mkono wito huo wa sitisho la mapigano kwa siku 30.